Je, yeah, familia yako inakujengea mustakabali au inakufanya utegemee milele bila kujua? Karibu tena kwenye Sauti ya Kurasa. Tunaendelea na kitabu cha The Millionaire Next Door kilichoandikwa na Thomas J. Stanley na William D. Danko. Sura ya sita, Affirmative Action, Family Style. Jinsi familia zinavyounda au kuvunja utajiri. Sura hii inazungumzia ukweli ambao hauzungumzwi sana, kwamba familia zina nguvu kubwa sana ya kuunda au kuvunja mustakabali wa kifedha wa watoto wao. Waandishi kupitia tafiti zao kwa maelfu ya mamilionea waligundua kuwa kuwa na mzazi tajiri hakumaanishi moja kwa moja kuwa na mtoto tajiri. Kwa kweli, mara nyingi watoto wa watu wenye pesa nyingi hawakuwa na mali zao wenyewe, ilhali watu wengi waliokuwa matajiri walitoka kwenye familia za kawaida kabisa, lakini zenye nidhamu, maadili na msisitizo mkubwa wa kujitegemea. Sura hii inavunja dhana ya kijamii kwamba maisha rahisi yanazalisha mafanikio. Kinyume chake, waandishi wanaonesha kuwa mara nyingi maisha yaliyojaa urahisi na msaada mkubwa yanazalisha watu dhaifu kifedha kwa sababu hawajifunzi kubeba uzito wa maamuzi yao. Mtoto anayekulia akijua kuwa kuna pesa ya wazazi nyuma yake hujenga mtazamo wa maisha tofauti na mtoto anayejua kuwa akiteleza atabeba matokeo mwenyewe. Huyu wa pili hujifunza mapema sana kupanga, kubana matumizi, kufanya kazi kwa bidii na kuchelewesha raha. Huyu wa kwanza mara nyingi hujifunza kuishi kulingana na msaada, si kulingana na uwezo wake. Kitabu kinatoa mifano ya ndugu waliokulia kwenye familia moja tajiri. Mmoja anachagua kujitegemea, anakataa kuishi kwa msaada wa wazazi, anaishi maisha ya kawaida, anajenga taaluma au biashara taratibu na anajifunza kupitia makosa yake. Mwingine anakubali msaada mkubwa, anapatiwa nyumba, anasaidiwa kifedha mara kwa mara na anajenga maisha yake kulingana na uwezo wa wazazi wake badala ya uwezo wake mwenyewe. Baada ya miaka kupita, yule aliyejitegemea mara nyingi huwa na mali, uhuru na uthabiti wa kifedha. Ilhali yule anayesaidiwa anaweza kuonekana anaishi vizuri, lakini kwa ndani hana msingi wa utajiri wa kweli. Hii inaonyesha wazi kwamba utajiri wa kweli haujengwi kwa zawadi, bali kwa maamuzi na tabia za kila siku. Katika muktadha wa Kiafrika, ujumbe huu unakuwa mgumu zaidi kwa sababu tamaduni zetu zinathamini sana msaada wa kifamilia na mshikamano. Ni kawaida kwa mzazi kusema hataki mtoto wake apitie magumu aliyoyapitia. Hili lina nia njema. Lakini bila mipaka, linaweza kumfundisha mtoto ujumbe hatari kwamba nidhamu si lazima kwa sababu kuna mtu wa kumsaidia. Kitabu hakipingi msaada kama thamani ya kijamii, bali kinapinga msaada unaoua uwajibikaji. Kinasisitiza kwamba msaada bora ni ule unaojenga uwezo wa kusimama, si ule unaojenga mazoea ya kutegemea. Waandishi wanaeleza kuwa wazazi wengi matajiri waliowalea watoto waliokuja kuwa na mafanikio walifanya maamuzi ya makusudi ya kutofanya utajiri wao kuwa sehemu ya utambulisho wa watoto wao. Hawakutaka watoto wao wajione kuwa na haki ya maisha mazuri kwa sababu tu walizaliwa kwenye familia yenye pesa. Badala yake, waliwafundisha maisha ya kawaida, kazi, nidhamu na kuwajibika kwa maamuzi yao. Walielewa kwamba urithi mkubwa zaidi si pesa bali tabia. Sura hii inahitimisha kwa ujumbe mzito sana, kwamba familia inaweza kuwa daraja la utajiri au inaweza kuwa kikwazo cha utajiri. Watoto hawaharibiki kwa kukosa pesa, mara nyingi huharibika kwa kukosa nidhamu, uwajibikaji na nafasi ya kujifunza kupitia makosa. Kwa vijana, hii ni mwito wa kutosubiri urithi bali kujenga mali yao wenyewe. Kwa wazazi, ni onyo la upendo kwamba kulea mtoto kwenye faraja ya kupindukia kunaweza kuwa kumlea kwenye udhaifu wa kifedha. Kwa maneno mengine, utajiri wa kweli hauko kwenye akaunti ya benki ya familia yako. Uko kwenye tabia zako, maamuzi yako na uwezo wako wa kusimama peke yako. Kama familia yako inakusaidia sana ni busara kujiuliza kama msaada huo unakujenga au unakuzoesha. Na kama wewe ni mzazi, ni muhimu kujiuliza kama unamwandaa mtoto wako kwa maisha halisi au unamwandalia faraja ya muda mfupi. Kama unataka kujenga uhuru wa kifedha wa kweli, subscribe sasa usikose sura inayofuata.